Hali ya huzuni na simanzi ilitanda kwenye eneo bunge la Laikipia Mashariki katika kaunti ya Laikipia huku familia, marafiki na wakazi wakikusanyika kumuaga buriani Tamara Blessing Kabura. Binti huyo mwenye umri wa miaka saba anadaiwa kunajisiwa na kuuawa kwa ukatili mnamo Jumatatu wiki iliyopita kabla ya mwili wake kugunduliwa ukiwa umezikwa mvunguni mwa kitanda cha mshukiwa mkuu kwenye eneo la Witemere Nyeri. Akizungumza wakati wa hafla hiyo ya mazishi yenye majonzi na machozi mengi, wafanyabiashara wa soko la Nyeri walitoa wito wa kung'atuliwa kwa kamati ya usalama katika jamii kwenye mitaa ya mabanda ya Witemere na majengo kwa shutuma za kuchangia kuongezeka kwa uhalifu kwenye mitaa duni. Wafanyabiashara hao walilalamikia kuongezeka kwa uhalifu kwenye mitaa hiyo licha ya kuwa na chifu na wazee wa nyumba kumi. Mtoto wetu vile amekuwa mpaka wakati amefikishwa kikomo na mwanaume. Nataka kuhakikishia familia ya Tamara, nataka kuhakikishia watu wa Laikipia, nataka kuhakikishia watu wa Nyeri. Na mwisho nataka kuhakikishia Tamara Blessing ya kwamba atapata haki.